Kisawa iende kwa nani? Wasiopenda haki. Nawashukuruni sana kwa kuja na kuvumilia mvua, inanyesha hapa, tumenyeshewa mvua, lakini kwetu sisi Usukumani ukiwa una jambo lako, mvua ikanyesha, manake hizo ni baraka. Sasa sijui na watani zangu hapa, na ninyi na ninyi mnayo hiyo au, au ninyi hamna, mna mambo mengine labda Ndo hivyo hivo. Mimi kwa jina naitwa Gombo Samandito Gombo. Mimi ni mzaliwa wa Mwanza, nimezaliwa miaka hamsini na tano iliyopita. Kwahiyo nimeshaanza, nime kwa kijeba kijeba kidogo, lakini kwenye siasa bado kijana, si ndio? bado bado kidogo eh? bado bado. Ah, <laughs> <laughs> <laughs> <Bade? laughs> <laughs> asante sana, asante sana Asante sana za ndugu zangu, ninayo furaha kubwa sana leo hii kuwa Newala. Nina furaha kubwa kwa sababu nimekuta wananewala, mko salama, nyuso zenu za bashasha na hamu ya kusikiliza huyu Gombo Sandito anawaambia nini Watanzania kwa uwakilishi wa Newala. Maana yake nyie wananewala, ninapozungumza na ninyi hapa, nazungumza na Watanzania, nazungumza na dunia nzima, nazungumza na watu wema, nazungumza na watu waovu. Napozungumza hapa, nazungumza na kila aina ya mwanadamu aliyoko Tanzania na duniani, ili mradi amenisikia ninaongea nini. Ujumbe huu hauchagui, kila sikio lililoko hapa linasikia na kila jicho lililoko hapa linaona. Kwa hiyo ndugu zangu, nazungumza na watu wa aina zote. Mambo mengi yamezungumzwa hapa, lakini tuelewe tu kwamba kila mnalolisikia linazungumzwa hapa linazungumzwa hivyo kwa sababu kuna reference au tuseme kuna rejeo ambayo mnarejea kila mkiongea jambo, mnarejea Chama cha Mapinduzi. Mkizungumza habari ya afya mnarejea chama cha mapinduzi kimefanya nini, kwa sababu ndio mna historia nacho. Hamjawahi kuona mapishi mengine ya chakula cha Watanzania, mmeona mpishi mmoja tu anaitwa CCM. Hata siku akipika chakula chake kikawa kibovu na siku akipika chakula kikawa kizuri, hamwezi kuona tofauti, kwa sababu ni yule yule mmoja. Sasa amekuja mwingine hapa, anaitwa Gombo Samandito kutoka chama cha wananchi CUF. Anakuja kuongea na nini leo? Anakuja kuwaambia mambo ya kwamba CCM imeshindwa kazi, kazi ambayo Watanzania mliitarajia CCM imeshindwa kuwafanyia. Sasa kwa sababu imeshindwa kuwafanyia sasa tuko sisi wana CUF, tunaomba tarehe ishirini na tisa mwezi huu, wiki mbili tu na dawishia hivi zimebaki, mwende wote mjitokeze kwa wingi wenu mkapige kura za kutosha, mkapigie kura maendeleo, na mwachane na matatizo ambayo mmekuwa mkifanyiwa na CCM. CCM ina sifa ya rushwa, CCM ina sifa ya ufisadi CCM ina sifa ya ujambazi. CCM ina sifa ya kutojali wananchi wake. CCM viongozi wake wanaona raha wakiona Watanzania wanapata shida wana, wanaona raha. Mama acha tu, kwa sababu CCM wakisikia umefiwa wanaona ni biashara. Wanakwambia sasa lipia maiti yako, kama una uwezo leo tunakukopesha hiyo maiti utalipia kesho. Hao ndio CCM, wanafanya biashara kwenye miili ya watu. Chama cha Mapinduzi kimeweka malengo kwenye sekta ya afya ya kukusanya mapato. Mimi nilikuwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mbinga. Chama cha Mapinduzi kinakusanya mapato hata sehemu ambayo haistahili kukusanya mapato. Ukiwa wewe kweli unawajali wananchi wako, unawezaje kwenda kuweka malengo ya kukusanya mapato kwenye hospitali? Tunajua sote hapa, ugonjwa ndio dharura pekee ambayo haina mjadala. Ugonjwa ndio dharura pekee ambayo haitaki mjadala wa aina yoyote. Ukiugua lililofuata pale ni kutibiwa, sio jambo lingine. Leo hii serikali ya Chama cha Mapinduzi inachezea afya za watu. Mali asili za madini tumeikabidhi, mali asili za bandari tumeikabidhi serikali ya Chama cha Mapinduzi. Tumekabidhi ardhi yote kwenye serikali ya Chama cha Mapinduzi ili iitumie, iweze kutuhudumia. Tumekabidhi vyombo vyote vya dola vya ulinzi na usalama kwenye Chama cha Mapinduzi vitumie kuleta haki na amani na kuhakikisha hata wananewala wanatembea kwa uhuru kwenye Newala yao bila kuwa na wasiwasi, bila kuwa na masharti ya kutoka kijiji kimoja kwenda kingine, uombe ruhusa kutoka kwa mwenyekiti wako wa kijiji. Serikali hiyo ya chama cha mapinduzi imeshindwa kufanya hilo jukumu la kuhakikisha wananewala na watanzania wanaishi kwa amani yao ya kutosha. Serikali hiyo ya chama cha mapinduzi imejikita kwenye maneno ya uwekezaji, kila wakati inazungumzia habari ya uwekezaji, lakini kumbe habari ya uwekezaji kwa chama cha mapinduzi ni habari ya kuuza rasilimali za nchi, ni habari ya kuuza migodi ya almasi, ni habari ya kuuza migodi ya makaa ya mawe, ni habari ya kuuza misitu yetu. Pwani yote ya Tanzania imeuzwa kwa Waarabu. Sasa hivi serikali ya Chama cha Mapinduzi imefunga ndoa ya Kikristo na Waarabu, inauza kila kitu kwa Waarabu. Ndoa ya Kikristo huwa haivunjiki, lakini Gombo Sandito Gombo mkimpa hiyo ridhaa, mimi natarajia kwenda ku, kuivunja hiyo ndoa, niivunje iishe kabisa, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kimewabeza Watanzania kwa miaka mingi mno. Chama cha Mapinduzi kimewadharau watanzania ya kutosha. Chama cha Mapinduzi wa kinaona watanzania kama watu wajinga wasiojitambua wasioelewa wanachowakifanya. Kinafika mahali chama cha Mapinduzi kinatumia makada wao kutamka maneno ya kejeli na dharau kwa Watanzania. Nitawapa mifano michache ya wana CCM makada wakubwa wa CCM wakiwasema vibaya watanzania kwa kuwadharau kabisa bila kujali kwamba watanzania wana akili timamu. Kinawaona kama watanzania ni watu waliopitwa na wakati, ni wa kukanyaga kanyaga na kuwachezea. Alianza mtu mmoja Bukoba huko, kada wa chama cha mapinduzi wa UVCCM, yeye aliwaambia polisi kwamba kama kuna mtu anasema vibaya kuhusu Samia akipotezwa polisi wasimtafute. CCM inazungumza habari ya kupoteza watu wa Tanzania kwenye nchi yao, waishi bila amani. CCM ambayo inasema na kujinasibu kwamba inakuchezewa na kukanyakanyagwa ovyo ovyo. Nawaambia haya maneno, ndugu zangu wa Tanzania, nikitaraji kwamba mtanielewa na kuchukua hatua, kwa sababu chama cha mapinduzi hakiko hapo na kuongoza Tanzania. Kwa bahati mbaya, chama cha mapinduzi kimetumia miundo mbinu iliyopo Tanzania kuwa kwenye madaraka na kuwa kama kilivyo. Kimetumia katiba ya Tanzania inayosema kwamba, japo katiba hiyo ni mbovu, na sisi wote tunajua kwamba katiba hiyo ni mbovu, lakini chama cha mapinduzi kinaitumia katiba hiyo hiyo mbovu kujilimbikizia haya madaraka. katiba inawapeni ninyi wananchi, mkiwemo wananchi wa Newala mamlaka ya kuweka rais madarakani. Katiba ya Jamhuri ya Muungano, na CCM iko pale, imewekwa madarakani na katiba hiyo hiyo kwa miaka sitini na nne sasa, na bado inashindwa kutimiza yale inayo yaahidi, lakini bado inaendelea kurudi kwenu wananchi wenye mamlaka ya kuwapa ya kuipa madaraka, inarudi tena kuja kuwaomba muiweke tena madarakani na ninyi ndio wenye rungu kwa sasa la, au muiweke madarakani au msiiweke madarakani. Rungu mnao ninyi, hakuna mtu mwingine. Kama ni rushwa ambayo wenzangu wamepita hapa wanazungumzia habari ya rushwa, CCM rushwa na CCM ni kama uji na mgonjwa. Palipo na CCM pana rushwa, palipo na rushwa pana CCM hawa wadudu wawili hawatengani hawa. Sasa tukiwapa mwanya sisi, watatumaliza. Sasa sisi wanachama wa CUF na wanachama wa vyama vingine na wasiokuwa na vyama wenye nia thabiti na ustawi wa Tanzania tunatakiwa tarehe ishirini na tisa mwezi huu wa kumi kwenda kuikataa CCM na mambo yake yote Tunakwenda kuikataa CCM na Samia wake, tunakwenda kuikataa CCM na Nchimbi wake, tunakwenda kuikataa CCM na wabunge wake wote, tunakwenda kuikataa CCM na maovu yake yote, tunakwenda kuikataa CCM na dhambi zake zote. Wangapi tuko tayari kuikataa CCM na mambo yake yote? Kama hivyo ndivyo basi tegemeeni mambo yafuatayo kutoka kafu. Jambo la kwanza kabisa ambalo CCM kwake umekuwa ni mfupa mgumu kuutafuna ni swala la afya. Nimewambia swala la afya ndiyo dharura pekee ambayo mtu hujiulizi unapougua ni lazima uende hospitali, leo inachezewa na CCM. Kafu tunasema kwamba tukipata madaraka siku hiyo hiyo Gombo Samandito akimaliza kuapa tu anakuwa amiri jeshi mkuu, vyombo vya ulinzi na usalama vinamtii yeye, na mamlaka yote anayo Tanzania. Anafuta na kumaliza haraka haraka mambo yafuatayo, likiwemo la afya. Nafuta malipo, gharama za afya zote zinakuwa hakuna, mnatibiwa bure, wa Tanzania wote kwa sababu mna mali zote na mnastahili kutibiwa bure, hakuna mtu wa kuwauliza hilo. Nitalimaliza dakika moja baada ya mimi kuapa. Hilo ni swala la kumalizwa kwa tamko, sio swala la kusubiri pesa. Pesa zipo tayari, ni kuadhibiti tu hawa wezi wako, ambao wamekaa huko kwenye chungu. Kazi yao ni kuiba, kazi yao kununua majumba Dubai, kazi yao kwenda kutibiwa Ulaya, wanatuacha sisi tunaugua wao CCM wamesema watatibu magonjwa manne tu, watatibu kansa, watatibu figo, watatibu kisukari na ugonjwa wa moyo. Hayo ndio magonjwa waliyochagua CCM kuyatibu, na wenyewe ni uongo tu. Walishaleta bima ya afya hapa, wakasema wataitumia bima ya afya, watu watatibiwa bima ya afya. Nani inamfaa sasa hivi? Tutaifutilia mbali bima ya afya wala hatutachukua dakika moja kuifuta bima ya afya. Ni kichochoro cha rushwa, ni kichochoro cha wizi. Hatuwezi kukubaliana na jambo hilo. Mtatibiwa bure, wa Tanzania, mnayo hiyo haki, mtatibiwa bure. Mimi ndio ninayosema, nipeni hiyo ridhaa, mi nikafanya hiyo kazi. Ndugu zangu, wana Newala, elimu itatolewa bure kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu. Hizo ni sera za kafu. Hili nalisema kila mahali ili lieleweke vizuri. Ndugu zangu wa Tanzania, wale wazee wazee kuanzia miaka 60 na kuendelea, mtalipwa kila mwisho wa mwezi, mtalipwa pesa. Mmetumikia nchi hii, kwa hiyo mtakuwa hamna mambo ya kukaa kwa unyonge kwenye nchi yenu. Umeme mnaoona hapa mnatozwa hela nyingi kuuvuta, mimi nawaambia gesi ipo, Uranium ipo hapa na Mtumbo hapa, ambayo inaweza kuleta umeme. Mto Ruvuma upo unaweza kuleta umeme. Bwawa la Mwalimu Nyerere lipo linaleta umeme. Upepo upo, tuna vyazo vingi sana vinavyoweza kutuletea umeme. Na sasa nawaambia kwamba ni rasmi, mimi nikiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umeme utakufikia nyumbani kwako bila kuutafuta umeme utakutafuta wewe, sio kuutafuta umeme. Hakutakuwa na fomu za kuomba kufungiwa umeme. TANESCO watafanya kazi ya kutoka waliko mvichoni kwao na kuja wakiona nyumba yako umemaliza kuijenga, wataifungia umeme kwa amri yangu, bila hata kujiuliza uliza, watafunga huo umeme. Mimi ndio nasema nyie fanyeni kazi moja tu ya kunikabidhi hicho kijiti kuniambia Gombo Sandito, wewe leo kura zimetosha, wewe ndio rais wa nchi hii. Umeme hamta utafuta, utakuja nyumbani kwenu. Ninyi mtafanya kazi ya kununua turuku, mtafanya ile kazi wanayofanya watu wenye mitandao ya simu. Anakuja na laini ya simu, anakwambia hii chukua bure, lakini ukitaka kupiga simu kwa mpenzi wako au kwa mama yako au kwa nani yako utanunua kavocha ka huko watakata kidogo kwa ajili ya laini yao. Na watu wa Tanesco, na wapa taarifa hiyo, kama wako wengine hapa na wasiokuwa hapa, ujumbe wangu uwafikie. Mimi nikimaliza tu kuwapa, hakuna habari ya kuomba umeme, mtaletewa umeme, utawakuta nyumbani mmekaa kitako, hakuna kitu cha kuhangaika wana Newala, kwa sababu ninyi mnalima sana korosho na mbaazi na vitu vinavyofanana na hivyo. Mimi nawahakikishia, serikali ya Chama cha Wananchi Kafu itawajali, hamtalalamika namna hii. Tutahakikisha haki yenu ya kupata pesa zenu kwa wakati inapatikana, na kwamba kama mtaamua ninyi wenyewe muuze kwa matajiri, ninyi wenyewe Gombo Samandito hata sita kuambia uzeni, uzeni. Hakuna cha AMCOS, hakuna cha ndugu yake na nani. Haya mambo ya CCM kuwa inakuja inapora pesa zenu, inazipeleka kwenye uchaguzi. Yani, CCM ni ajabu sana. Imekwenda Dar es Salaam ikawaita wafanyabiashara, maana CCM sio ya wanyonge, CCM ni ya matajiri. Ndugu zangu, ninyi wanyonge hamna nafasi mbele ya chama cha mapinduzi, hiyo nawaambia. Sasa wamekwenda Dar es Salaam kule, wakasema kuna uchaguzi, Tunataka pesa. Matajiri wote wa Tanzania ni wanachama wa CCM. Usipokuwa CCM utafungiwa kaduka kako, utafungiwa hiki. Sumaya alishawahi kusema, aliyekuwa waziri mkuu, kwamba ukitaka uwe tajiri mfanyabiashara wa hapa uwe CCM. Sasa walikwenda kule Dar es Salaam wakachangisha bilioni themanini na sita kwa ajili ya kampeni. Hata sheria inasema mwisho bilioni ishirini na tano wao walichangisha bilioni 86 kwa siku moja kwa ajili ya kampeni. Hizo ndizo wanazozitumia kwa ongeni ninyi kuarubuni ili muwape kura, ili mkihujumu chama chenu cha CUF wanawapa hizo pesa, na hizo za kutoka kwenye amkozi zenu. Zimesemwa sijui na mbunge hapa sijui zimesemwa na nani hapa, amesema kwamba wanakuja kuchukua hata zile pesa zenu milioni mia moja zimekwenda, si ngapi? os zinachangia CCM. Yani, maji unayatoa kwenye mto unayapeleka baharini. Baharini huko bize na ndoo yako unabeba hivi unapeleka baharini. CCM wanadhiki gani? wanadhiki gani CCM? Jamani, mwenye shida amjui mwenye njaa, na mwenye njaa hana miiko. Minyi ndiyo wenye njaa, mkishindwa kufanya kazi yenu ya kutumia haki yenu ya kikatiba kwenda kuiondoa CCM, mtaendelea kupigwa. CCM kazi yake ni kuwapiga ninyi, haina kazi nyingine, haina huruma na ninyi. Chama cha Mapinduzi hakipendi wakulima, ndio maana hakina nafasi kabisa ya kuwaweka hata sehemu nzuri. Chama cha Mapinduzi hakipendi amani, amani kiko bize sana kinaitamka mdomoni lakini hakitendi haki. Sasa amani inakujaje bila haki? Unapoona kuna mahali fulani hakuna amani, hujue haki haitendeki pale. Haki ikitendeka popote pale amani itakuja automatically yenyewe, sio ya kutafuta tena. Wana Mtwara, mnalalamikia mpaka wa Msumbiji na Tanzania. Mimi nawaambia hivi, nikiwa amiri jeshi mkuu hamtaishi kwa kurukaruka kama kunguru. Hata ukiwa Mtwara, Mtwara ni Tanzania. Mtwara, ninyi mnapaswa kuishi kama wanavyoishi wao Dodoma, wana CCM. Hampaswi kuishi kwa vibali. Uko kwenye nchi yako, unatoka sehemu moja kwenda nyingine, unaishi kwa kibali, wewe ni Mtanzania. Halafu CCM inajinasibu kwa kusema kwamba inalinda amani ya Watanzania. Unakuwa mtanzania wa kuwa na wasiwasi Newala anakuja hapa mgombea wa CUF unazungumza habari ya wasiwasi wasi, kwamba wewe uko mpakani. Kwani mipaka hii maana yake ni vita? Na kama maana yake ni vita, moja ya kazi ya jeshi la wananchi wa Tanzania ni kulinda mipaka yetu na kuhakikisha linatoa mafunzo kwa watanzania wa kuhakikisha ulinzi unaimarishwa. Hilo ni moja ya jukumu ya kazi ya jeshi la wananchi wa Tanzania. Sidhani kama jeshi la wananchi wa Tanzania limeshindwa kazi hiyo. Halijashindwa hata kidogo, linaweza kuifanya kazi hiyo vizuri kabisa, ila chama cha mapinduzi lazima kina matatizo fulani. Hali hii haiwezi kuwa hali ya watanzania kuwa wanafika Mtwara wanaanza kusema hawana amani kwa sababu wako mipakani. Haiwezekani hata kidogo. Gombo Sandito Gombo mkimpa mamlaka kama kuna sehemu nyingine mtakazo zipa umuhimu ni pamoja na usala, usalama wa Tanzania, jeshi la wananchi wa Tanzania na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa ajili tumeikomboa Afrika Kusini, tumekomboa nchi zote za sadeki kwa majeshi yetu haya haya, na sasa tutahakikisha kwamba tunawekea kila wanachotaka ili tuhakikisha amani yetu inatulia. Mimi mkinichagua nataka niwathibitishie tu hata silaha zile, zile kalikali tutazitengeneza Tanzania, kupitia jeshi letu la wananchi. Madini ya uranium tunayo hapa tu, yatatoa umeme, yatatoa na silaha nzito nzito ambazo tukiwa nazo hapa, tutazitengeneza hapa, na kwamba hakuna mtu wa kunusa Tanzania. Akinusa hajipendi, ataondoka bila kuangalia nyuma. Tuna kila kitu hapa tutatengeneza wenyewe, na jeshi letu linayo uwezo na tutaliwezesha lihakikishe, kama ni silaha tunazitengeneza hapa za kueleka. Sio lazima twende China kununua silaha bwana, vitu vya kutengenezea hizo silaha zote ambazo wengine tunayo hapa hapa. Ndugu zangu, mpaka sasa hivi silaha kali sana duniani zinatengenezwa kutokana na na nyuklia. Nyuklia tunayo hapa, na mtumbo sio mbali sana kutoka hapa nyingine iko Bahi nyuklia -mad madini ya ya hayo mengine yako Bukoba na mengine yako sehemu nyingi tu. Hatuwezi kuishi bila amani sisi, tumejaliwa na Mwenyezi Mungu bwana. Wana Newala ishini kwa amani, tulieni, mleteni Gombo Sandito, haya yatakuwa ni historia. Hatuna wasiwasi. Tunapozungumza Afrika sasa hivi watu tunafikiria kuua mipaka hii tunafikiria kuoa mipaka hii, tuzungumze kama Afrika iwe moja. Leo hii tunafika Newala, tunaanza kuwa na wasiwasi eti wa kutoka kijiji kimoja kwenda kwingine. Hii bado tunaita ni Tanzania, na CCM inajidai hapa. Toa CCM, inawaletea viroboto huku. Toa CCM. CCM ndio inayoleta hivi vitisho vyote, ili msiende kupiga kura, iendelee kutawala. Kwa hiyo msiruhusu CCM toa. Ndugu zangu, watumishi wa umma, naomba niwaahidi, vikiwemo vyombo vya dola. Siku nyingi sana CCM haiwatendei haki na hili tunalijua. Serikali ya chama cha wananchi CUF, tutahakikisha maslahi ya watumishi wa umma wote, yakiwemo majeshi yote na watumishi wengine wa, wa umma Tumewapa stahiki zao za kutosha ili waweze kufanya kazi yao bila kuwa na wasiwasi na tamaa ambayo inawapelekea kushindwa kutenda kazi zao. Cha kwanza tutahakikisha kila mmoja tunamjengea nyumba. Hawa askari wote hawa na wanajeshi wote tutawajengea nyumba zao, kila mmoja nyumba ya kwake. Achana na nyumba hizi za serikali. Kila mtu nyumba ya kwake. Mwajiriwa wa Tanzania akimaliza kuajiriwa anapewa barua ya ajira, anapewa na kiwanja na kuanza kujengewa nyumba. Tunataka wapunguze njaa, wasio wepesi wa kurubunika, wasiweze kwenda kubeba masanduku ya kura ovyo ovyo kwa sababu wanaogopa kufukuzwa kazi, watuhudumie sisi. Haya yote yanafanyika kwa sababu wana njaa. Tunataka tupunguze hiyo njaa. Mishahara. Tunataka mshahara wa mtumishi wa umma uanze na milioni moja na kwenda juu, na tutaajiri watu wote wenye sifa waweze kwenda kufanya kazi kule, kwa sababu mpaka sasa hivi tuna upungufu mkubwa sana wa wafanyakazi kwenye idara zetu zote za serikali. Polisi kuna upungufu, jeshini kuna upungufu mkubwa tu, walimu upungufu umejaa tele. Ukienda kila mahali tuna watu wa ambao wamepungua. Leo hii mtu mwingine anasimama anasema hakuna ajira Tanzania. Thubutu yake, anayesema hakuna ajira Tanzania ni nani? Tuna upungufu kila mahali, tunahitaji angalau jeshi la wananchi wa Tanzania liwe na wanajeshi angalau laki mbili laki tatu laki nne huko. Sio swala la kukaa hapa, tuna wanajeshi wachache, tuna polisi wachache, tunatembea kwa wasiwasi. Hapana, enzi za Nyerere kulikuwa na jeshi la kujenga taifa ambalo lilikuwa linazalisha karibu kila Mtanzania aliyekuwa anamaliza chuo au sekondari alikuwa anakwenda jeshi kuhakikishwa amewekewa uzalendo na kuimarishwa kwa ajili ya kuilinda nchi yake. Leo hii tunashindwa nini? Kwa sababu ulinzi wa nchi ni wa Watanzania wote. Sasa nitahakikisha mimi, mkinipa ridhaa, watumishi wote wa umma wanakuwa na nyumba. Tumesema matibabu yatakuwa ni bure na wao watafaidi humo humo tumesema pia elimu itakuwa bure. Hawa maaskari watoto wao na watoto wetu wanasoma shule hizi hizi, na wao watapatiwa mambo hayo bure, hawatapata hizo shida. Lakini kama hiyo haitoshi, watumishi wa umma hawatakatwa kikokotoo wanapostaafu. Tutawapa pesa zao zote, hatutaki wakae na njaa. Hatutaki maaskari wetu wanapostaafu wanakosa hela, kikokotoo kimewakumba, wanakwenda kuwa walinzi wako ya nyumba za watu. Hatutaki biashara hiyo, tunataka wakienda huko wakawa wawakilishi wazuri, sio wao wa kutolea mfano. Mtu anataka kwenda kutafuta ajira anatolea mfano kwa askari, na mbona yule askari anayelinda pale, yeye alikuwa mwanajeshi yule. Usiende kwa ajili ya kule, hamna kitu kule. Unaona tabu anazozipata anafungua geti, tajiri anaingia, anafunga tena, tajiri anatoka, anafungua geti tena. Hatutaki kuwa na mapolisi au wanajeshi wa namna hiyo wanapostafu tunataka waende wakaiweke heshima ya maaskari vizuri kule, kwamba walikuwa watumishi wa umma. Hakuna kikokotoo ndugu zangu, watumishi wa umma muwe na amani. Mimi ndiye mkinichagua, hayo yote mnayapata. Pesa zipo, hatuna tatizo la pesa Tanzania, tuna tatizo la wizi. Kwa hiyo tunahitaji kushughulika na mambo mawili tu, tunahitaji kushughulika na huu wizi na rushwa. Upande wa pili tunahitaji kushughulika na matumizi mazuri ya rasilimali zetu za Tanzania. Sasa hivi rasilimali za Tanzania nimewaambia, sisehemu ina ndoa ya, ya Kikristo na Waarabu kule, yaani Chama cha Mapinduzi kina ndoa ya Kikristo na Waarabu, mbuga za wanyama za Tanzania karibia zote zimeuzwa kwa Waarabu. Nataka niwathibitishie niwa bandari zote zetu zote zimeuzwa kwa Waarabu, misitu yetu yote ina mikataba na Waarabu kule. Ngorongoro si mmesikia Wamasai wamefukuzwa, mbuga za wanyama zikapewa wawekezaji. Wawekezaji hao ni Waarabu. CCM iko bize kutuuza. Alikuwepo e, mbunge mmoja ambaye alikuwa spika wa bunge bwana Ndugai, Mungu amrehemu, mrehemu huko aliko, lakini alishaye kusema nchi hii itapigwa mnada haraka haraka wakamwambia mzee jiuzuru haraka sana. Itapigwa mnada na nani bwana? Akatokea mwana CCM mmoja kule akasema, hakuna mtu atakayekuja kudaiwa deni kwenye mlango wake, tunakopa lakini tunakopesheka. Waongo CCM hao, kweli. Tusipoangalia tutapigwa mnada. Kwa hiyo ndugu zangu, nikiwa na malizia malizia Mwendeni mkapige kura siku ya tarehe ishirini na tisa. Asiwadanganye mtu kuandamana, asiwadanganye mtu kubaki nyumbani. Hizo ni mbinu za CCM za kuwafanya msiende kupiga kura, ili wao watelezee. Hatutaki watelezee, tunataka tuwaondoe. Kwa hiyo mwende mkapige kura wote. Mkimaliza kupiga kura, kaeni pembeni, kama wanavyosema ukifika wakati wa kutangaza matokeo, sogeeni pale mkasikilize matokeo. Shughuli inaanzia pale wakiimba, shughuli itaanzia pale. Kwa hiyo wana Newala, ni waombe sana kwa Mungu, ili siku ya tarehe ishirini na tisa ikifika, muwe salama salimini, mkapige kura, mkichague Chama cha Wananchi kafu na Gombo Samandito mmchagua aweze kuongoza nchi hii, na wabunge wote wa chama cha CUF na madiwani wote wa chama cha CUF. Na waombeni sana. Nawatakia kila lililo laheri na jema juu ya maisha yenu. Asanteni sana, asanteni sana.